Kwenye kilimo sasa, wananchi hawa wanahitaji zaidi huduma ya maafisa ugani katika kuwashauri moja mazao ya kulima, kwa sababu tunategemea kilimo hichi kikasaidie sana kunufaisha wakulima wa mboga mboga pamoja na matunda ambayo hayachukui muda mrefu, waweza kusaidia kuhakikisha kwamba wanawafikia wakulima mapema na kutatua changamoto zao zikiwemo utatuzi wa dalili za awali za magonjwa mbalimbali ambayo yanakumba mimea. Visima hivi vitachimbwa kila wilaya ndani ya mkoa wetu wa Manyara. Na kwa haraka haraka ningetaja kila wilaya na visima vyake, nikianza na wilaya ya Babati umepata visima kumi na mbili, wilaya ya hanang' visima tano, wilaya ya Mbulu visima kumi, wilaya ya Simanjiro visima tano na mwisho, wilaya ya Kiteto visima nane. Huu mradi tumeufurahia sana, kwa kwa sisi wajasiriamali, kwa sababu jasiri tuna tunatafuta yani mbogamboga tunatafutia mbali, matunda tunatafutia mbali, kwa hiyo tumerahisishiwa. Huwa mara nyingi msimu wa kilimo mvua zinatupa shida sana, lakini baada ya kupata huu mradi wa kilimo cha umwagiliaji, watu waliofurahia kwa sababu walisema ile adha ya ku kosekana mvua mara kwa mara itakuwa imeshaondoka, kwa hiyo tutakuwa na kilimo cha uhakika.